Ha, ni ha, hey, habari. Eh, nilijua amenidanganya. Kumbe Mkenya kweli napendaga wanavyoongea. Umekuja na nini bibi yako? Uso bibi yangu ni mke wangu. Huu jamaa amemwona, anataka kunichomea mbele ya msupa, zindio? Wakuja du hivyo venye unakuja na hizo makiswali zako, utajua ujui Ah, <laughs> ah, okay. Yeah. Ak, huyu mbona kama macho yake ya kuchonjo sana kwenye mkate wangu? oh, oh, utauponza bro. Mimi naitwa Mr. Bilibili. Haka katoto kameumbwa kakaumbika. Smile nayo yani, kanakatu utamu Natoka asubuhi kesho. Oho, michezo hiyo, michezo hiyo, michezo hiyo. Eh. <coughs> Sasa kiongozi. Iko hivi, yaani, u kama tulikuwa tumeongea. Naomba tu Mungu atuelewe. Maana nilivyokuwa na hamu ya kuiona hiyo Kenya. I can't wait. Okay, Kenya kuna mitikasi, mimi nataka. Au uko si mitikasi tu? Mpaka nyasi taratibu utapata. Ah, lakini ukikuja na wewe. Aha, bro. Usinifosie kesi za waini tafadhali. Huyu hey, hey, okay, kiongozi huyu atakuja baada ya mimi kuwa okay. Namna nisha kuja, tuongele kuhusu mi napata kazi kule, ah. mimi nishaipata kazi no. Yeah. ndo nitakuja na mama. Vijana wajinga kama wee wa ndio natakanga sasa. Wacha nikuonyeshe nguvu ya doona Wasiwasi, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bora tu uko na huyo kazi <laughs> utapata. Ngoja nijishowe showe hapa, ni mbambe, maana yuko na gari atakuwa nantoa aut. yeah, yeah. Huyu umesikiza? yani? Hii kenge ikiendelea naionyeshia michezo uni uni, ya namba 45 kiuniuni hapa. Sio mda sijaona msupa ameiva hivi. Haka nikiweza kashika naeza kakunja kaeneza Injili Tanzania mzima. Uweka mipaka ya nini? Oho, okay. Huyu gasia ameanza upuzi huyu, hata nimtishie kukosa kazi ya ah, ndo ya BF Ah, mbona kama anaelekea kunichosha ya mambo. Wewe usiju karibu, nakuomba. Nunamuu, unataka kazi ama utaki? Eh, Mungu saidia huyu mtu asije karopoka maana nimechoka kula ugali na omena wa chumvi mimi <laughs> <coughs> <coughs> kama nilivyokuambia, okay, si ndio? Naomba nahitaji wa kazi okay. Sawa. Uh ah. -huh. nikishaipata hiyo kazi Kenya uh -huh. nitakuja na mama. uh -huh. Hiyo uh, haina shida. Utakuja na huyu? Eh -huh. Wewe una kazi? Oho, sasa ndugu yangu nao umezidi. Unaenda kuponza sio muda, shauri lako. Wanasemanga samaki mkunji agali mbichi. Huyo samaki mbichi, si ni huyu, na mkunjaji si ni mimi? Ukunji tu ndio umebaki. yes. Lakini mimi okay. natangulia kwanza, usijali. okay. na kazi yake ni mimi. ah. E, mimi nikitangulia huko nikipata kazi nikapata sasa, unaona kuna wewe alafu kuna nani? Yani ufala na adabu kabisa. Yani akiendelea tunamtilia chumvi kwenye chai sasa wewe kuna kazi wewe? Yaani, uh, uh? Yeah, natamani nimjibu lakini nahisi nitachukuza nyuki kwenye mzinga wake. Okay. Hauna kazi? Sasa tutakutafutia kazi. Unaona? Sasa umesikiza? Mpuzi anajiachia sana, hebu nimuonyeshe sasa namna ya kukaanga maji na mafuta. Ndugu, yeah, yeah. Yaani, yaani, mimi natamani nikusaidie lakini nakaa wewe utakusaidika. Uh, <laughs> sasa kiongozi wangu unajua kuna namna Hey, ufana ntamtia jabu mmoja aende asimulie Nairobi mzima huyu. Na sasa zinataka niwasaidie, hata kama kutusaidie, tunaona huyu anaelewa hey. Huyu yani, huyu kaka, okay. Na ufupi wake tu apange, kaa kimya, maana ili jitu refu likimshushia tu ndo hapo anazimia sasa. Kuzoeana aje sasa na, mimi najaribu kusaidia kupata kazi sasa, zira mingi ni za nini na una do na hizo mandevu zako za ufala ni kupangi kazi, kazi iko, <laughs> kazi, kazi iko, kazi utapata lakini pia huyu anahitaji kazi. Ana kazi. Una... Yani huyu mruto angejua anacheza na stima ya mavi, asingecheza hata kidogo, angekaa mbali. Huyu ndo mwokotea mawe ni mtandike hapa hapa. Huyu mzee nyau maskini ni kitu mbaya. Chiki vile ujamaa na kasirika mpaka uso inabadilika inakaya ya mzee. Wewe kama una ah, unyia bwana. Ehe, nilisema mimi, kimeumana, kimeumana, kimeumana. Huko e, e, utakuja kazi ziko. Lakini sasa wewe utatumwa, huyo we atatumika. Brother, linda utu, brother, linda utu, brother, nikichafuku hapa. Aya, aya, aya. Chiki fala. Sana jamnini na anado. Tulia nikupeleke na Rada mzae hii. Ukishindwa kutunza tunakutunzia. Na hiyo ndio mchezo wa tauni. Kwani hauna kopi? Ee, hizo. <laughs> mambo yako ya Kenya na, na Bongo, yeah, angejua ishavuruga na milipuko milipuko hii, angekaa mbali yani. Sema na bahati, ni familia ando, tushafiri tayari, ili kufunikaga kombe mwanaharamu apite. Aliwezagi kabisa lilolagetamu <laughs> Chunga mshinda kunipa kazi, chunga mdomo. This is my wife. This is my wife. My wife nauna pesa. Ukweli ni ati saa hii umeponea? Lakini mimi na holo tutaendelea kutafutana na tutapatana. Okay. Hayo um, mshamba wewe. Eh. Umetokea Bongo? <laughs>